A kupitia kikao hiki akiongea wa na Watanzania na wanachama wenzake, apate fursa ya kuwaaga. Karibu sana ndugu Romanus Mapunda, ha -fi. Ha -fi. Ha -fi Asiyependa haki. Asanteni sana Mheshimiwa makao mwenyekiti upande wa Tanzania Bara, waheshimiwa wakurugenzi wa nafasi mbalimbali, na lakini pia pamoja na waheshimiwa wanachama na viongozi mbalimbali waliokusanyika katika kundeweu . Kwanza kabisa nawashukuruni sana kwa maandalizi mazuri kwa mapokezi mazuri kwa upendo wenu mzuri, na hiyo inaonyesha moja kwa moja kwamba ni kwa namna gani chama cha wananchi kafu kilivyokuwa na upendo kutoka moyoni. Kwa hiyo kuhusiana na hilo, na washukuru sana na wapongezeni sana ndugu zangu wanakafu mimi jina langu naitwa Romano Romanus Mapunda, ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo ambao wanachama huo unakoma leo na mimi. Kwa wale wanaokumbuka na kufuatilia historia vizuri za vyama vyetu vya kisiasa, mwaka huu nilikuwa ni mmoja wa wagombea wa wenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa nilikuwepo mimi mheshimiwa Lissu Freeman Mbowe na mwingine anaitwa Odero, kama mnakumbuka vizuri. Lakini baada ya tukio lile, baada ya siku chache, niliita vyombo vya habari kwa ajili ya kujiondoa na kumuunga mkono mheshimiwa Lissu. nilizunguka naye nchi nzima kumwombea kura ili aweze kupata uwenyekiti wa chama hicho taifa, na tulifanya kazi hiyo kwa ueledi mkubwa, na hatimaye mheshimiwa Lissu akashinda nafasi ya uwenyekiti. Baada ya kumaliza tukio hilo, wote nafikiri mnafahamu chama chetu kiliingia kwenye mtafaruku wa mgogoro mkubwa sana na sababu kubwa kabisa ya chama chetu kuingia kwenye mgogoro, kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo sitaweza kuvieleza vyote kwa hivi sasa, lakini nitaongea kwa ufupi kutokana na muda. Ndugu zangu, vyama vya siasa ni taasisi na taasisi ina katiba taasisi ina kanuni, taasisi ina miongozo. Vile tulivyokuwa tunamtazama Lisu sio yule alivyo. Baada ya hapo tuliweza, tuliweza kushauriana kama wanachama mambo mengi sana katika chama hususan hii msimamo mkuu au msimamo wa kamati kuu ya chama ulioundwa mwaka jana mwezi Disemba, no no election. Wengi wanapotosha sana kuhusiana na huo msimamo wa kamati kuu wa, na hata wewe kabla ya kukamatwa tumemsikia kwenye mkutano mbalimbali akisema kwamba hii no reforms, no reforms Sio msimamo wangu mie mwenyekiti Lissu, ni msimamo ulioanzishwa na kamati uliopitishwa na kamati kuu chini ya mwenyekiti Mbowe. Hiyo ni kweli na ni sahihi, lakini kitu ambacho kilichoongezeka pale na kuna mengine mengi, ni hilo swala la kwenda kuzuia uchaguzi. Ndugu zangu wana CUF, nafikiri wote tunafahamu sisi wanasiasa tunapokaa kwenye chama cha siasa lengo letu chama cha siasa kiende kikashike. Bora sasa, inapotokea chama cha siasa hususani ni mwenyekiti anatangaza hadharani kwamba mimi kama mwenyekiti nitahakikisha na kwenda kuzuia uchaguzi ambao ni kinyume kabisa na mlengo ule wa no reforms, no election. Na kwa bahati nzuri nyinyi wote nafikiri wale wanaofuatilia wanafahamu mimi nilikuwa ni mtiamia wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na mimi nilikuwa ni mtu wa pili kutia nia ya kugombea urais katika nchi hii. Wa kwanza alikuwa Mheshimiwa Lissu mwaka jana, mwezi Desemba. Kwa wale ambao wanakumbuka, Mheshimiwa Lissu awali ya kwanza aliita vyombo vya habari akatangaza atachukua fomu ya umakamu mwenyekiti, lakini pia atachukua fomu ya kugombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka huu ishirini ishirini na tano. Baada ya kushauriana na watu mbalimbali, alipobadilisha azima yake ya kugombea umakamu, alitengua kauli yake na kutangaza ataachana na fomu ya umakamu, atachukua fomu ya mwenyekiti, lakini aliendelea kusisitizia kwamba atachukua fomu ya kugombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa basi nilipojitokeza mie, nilipotangaza mie kwamba nitachukua fomu, nitagombea rais, Mizengo ikaanza akaanza kusema kwamba inakuwaje, watu wanazunguka nchi nzima wanaanza kutengeneza mazingira ya kutaka kugombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, wakati chini ya chama changu nimeshatoa maelekezo kwamba kutakuwa hakuna uchaguzi, na kwenda kuzuia uchaguzi. Sasa ni jambo ambalo hata e, wajumbe wa kamati kuu niwaeleze tu kweli, mpaka sasa hivi ninapozungumza sasa hivi sana, tuna broshua inazunguka kwenye magrupu ya kitaifa ya Chadema viongozi wote ambao mnawatambua Amba kasoro wale wa kamati kuu, viongozi wa mikoa, viongozi wa kanda, viongozi wa wilaya, viongozi wa majimbo, wanafanya press conference co si majipo wanafanyae hapo makumbusho wanajiondoa haki. Nikiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba sisi tujiondoe, kwamba tulikuwa tukipenda chama chetu Chadema, tumeijenga kwa miaka mingi Chadema tumeipigania kwa miaka mingi. Mimi binafsi nilikuwa campaign manager wa Tundulisu nimezunguka naye sana mpaka amepata wenyekiti, nimemshauri sana, nikamwambia mheshimiwa mwenyekiti, swala la kudai reforms ni sawa, kwenye nchi yetu reforms haziko vizuri, lakini swala la kudai reforms, reforms ni mchakato Suala la kuzuia uchaguzi sio sawa. Kuna watu nchi nzima wamejiandaa, wamekijenga chama kuanzia ngazi za kata, za majimbo na urais ili waweze kugombea. Leo unamwambia mtu asigombee, mimi fucha ya hiki chama haki, lakini hatukuishia hapo moja kwa moja alianza kutangaza kwenye vyombo vya habari kwamba Mapunda alishakuwa msaliti, anatumiwa na CCM na ndipo chanzo kilichoanzia hapo. Lakini pia nikamweleza, sisi wengine ni kama spika, lakini tuna baadhi ya viongozi wengi na wanachama wengi wanataka kushiriki uchaguzi, lakini hivi karibuni utawaona. Nafikiri baada ya hapo nikaanzisha operesheni ya kutaka kujua wangapi wanaotaka kushiriki uchaguzi na ambao hawataki kuzuia uchaguzi. Baada ya kuona ongezeko limekuwa kubwa karibia kila mkoa wa Tanzania, akamwagiza kinyemela katibu mkuu John Mnyika kwamba ebu waite kwanza hao wote wanaotaka kugombea ambao hawako tayari kuungana na siye kwenda kuzuia uchaguzi ndipo nilipozaliwa G55. Lakini sio hiyo tu, sisi tumetoa mpaka waraka wetu, tumeandika waraka wetu wa kukishauri chama kama wanachama. Na kwa bahati nzuri, hiyo G55 mimi ndio nilikuwa mwanzilishi, lakini pia ndio mhamasishaji mkuu wa hiyo G55, ambao leo tunachukuliwa kama waasi. Lakini sisi sio waasi, tulikuwa tunakipenda chama chetu tumekishauri chama chetu kwa aina mbalimbali, lakini kile chama kimeshakuwa chama dikteta, hakina haki sawa kwa wote, kama mlivyo nyie kafu. <laughs> hiyo namba moja. Namba mbili, tarehe saba mwezi huu wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano nilitangaza rasmi kujiondoa kwenye chama cha, wana, cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini kipindi najiondoa, kama mnakumbuka vizuri, mimi ndo nilikuwa wa kwanza kupingana na mheshimiwa Lissu kuhusiana na kuzuia uchaguzi. Sio kwamba tunapinga reform, reform tunazihitaji. Kipindi niko hapo ofisini, nilikuwa namsikiliza bosi wangu makamu, alikuwa anasema, anatolea ufafanuzi. Wengine hawajui historia chama cha kwanza kudai reforms Mchikafu, wa ni chama cha wananchi CUF, watu awajili na Mheshimiwa Warisu amekuwa mtu wa kudandia. Unajua hata hao wenzetu ndugu zetu wa chama cha mapinduzi walidandia ile ile ya Profesa Lipumba ya kujenga shule za kata nchi nzima. Kuna madhara ya kudandia sera za watu, ukidandia sera, aliyeunda sera anajua, nikiwa rais nitaongoza vipi ukidandia ndio maana wamejenga shule, kwa sababu nakumbuka kipindi kile Benjamin Mkapa alisema kabisa yule atakuwa profesa utwara kweli si kweli, lakini walipo mheshimiwa mheshimiwa profesa Lipumba alizunguka nchi nzima kunadi sera hizo, lakini walipoona amepata members wengi, wao walipopita madarakani wakadandia hiyo sera. Nini kilichowakuta? walijenga majengo mpaka leo, kuna baadhi ya shule huku kwetu kusini wanafunzi wanakaa kwenye matofali. Unajua kwa nini? Wamedandia sera bila mipango. Haki, sio vitu vya kucheka, ni vya kusikitisha. Lakini twende taratibu. Sasa mheshimiwa Lissu akadandia hiyo no reforms no election, na akaipeleka kwa namna anavyoijua yeye. Sasa kinachoenda kutokea wote sasa hivi tunafahamu sasa. Sababu ya mimi kujitoa ndani ya Chadema tarehe hiyo saba niliyozungumza tarehe saba mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano nilisema pia. Awali ya kwanza mimi nilikuwa mtu wa kwanza kukishauri chama na nikapata members wengi na wanajulikana, na leo nakuwa mtu wa kwanza kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema na mtapata members wengi wakatoka Chadema. Siku ile mimi nazungumza na, na, na waandishi wa habari asubuhi kufika saa saba wangapo wanajua timu ya kina Mrema, mnaifahamu walitoka siku hiyo hiyo, na nimesema leo wapo si Shells Hoteli Makumbusho, viongozi kwa sababu kina Mrema walikuwa ni eh, sekretariat iliyopita. Sasa wako viongozi wa ndani ya Chadema ambao wako wamechaguliwa muda uliopita mwaka huu, wako wanazungumza na waandishi, wanajiondoa, wanawaachia chama chao. Sasa basi, kama nilivyosema kuhusu kukishauri chama, sisi tumekishauri chama sana, na tulitoa athari, na nilimwambia Mheshimiwa mwenyekiti na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu sisi ndani ya si, Chadema mwaka elfu mbili na ishirini tulishiriki uchaguzi uchaguzi mkuu baada ya Tundu Lissu kupigwa na Magufuli akakimbilia Ubelgiji, si simnakumbuka jamani. Baada ya kukimbilia Ubelgiji, kabla ule uchaguzi, alimshauri sana mbee kwamba tususie uchaguzi. Huyu jamaa iso kususia janza leo, akamshauri sana mbee kususie uchaguzi Mboe ni mtu mwenye busara sana, akamwambia kuzuia ni sawa na kumsusia shamba nyani, makamu mwenyekiti, utaondoka na kitu yaani? Kuzuzia uchaguzi CCM watachekelea mpaka na garagara kwenye topi. kwa hiyo akamwambia hapa, asusi mtu uchaguzi, CCM tunaenda nao dama kwa dama, tukashiriki uchaguzi. Tuliposhiriki uchaguzi, kwa bahati mbaya ulikuwa ni uchafuzi lakini mwenzetu alikimbia akamkimbia Magufuli, kaikimbilia wapi? Ubelgiji. Sisi tuliendelea kupambana hapa hapa tumepambana hapa mpaka kufika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na tatu Aktuali, nafikiri mnakumbuka, Chadema tulisusa ruzuku, lakini matokeo ya sisi kushiriki uchaguzi elfu mbili na ishirini tulivyoamua kukaa maliziano na mheshimiwa Samia Tukaamua kuchukua ruzuku, si ndio? Jamani, tulipochukua ruzuku ndio tumenunua jengo la makao makuu ya chama la ghorofa lile, ambayo tukamuuliza mheshimiwa Lissu kama tungetumia mawazo yako ya kutaka kuzuia uchaguzi kama ulivyotaka, yeye leo ungekaa kwenye kiboda cha kuzunguka, haki. Tukamweleza tena Swala la kudai reforms ni sawa na ni la mchakato. Tutaendelea kudai reforms, lakini huku tukishiriki uchaguzi. Sisi tukiwa na wabunge wetu wengi Dodoma, itatusaidia kushinikiza kubadilisha katiba, itatusaidia sisi kushinikiza reforms. Leo inawaachia bunge liyo la sisien, hiyo reforms unaipata wapi? Tuulizane, reforms tunaipata wapi? Tukamuuliza, tuambie mbinu gani utakayotumia kushinikiza tupate reforms without election. Hakutoa majibu mpaka leo. Kwa hiyo tukaona huyu anaenda kukiuza chama chetu, lakini situkukiuza ni wake siri kidogo. Tundu Lissu miaka yote anaamini kafu CCM ACT CCM, yaani mpinzani ereu vyama vingine vyote CCM sasa niwaulizeni swali mimi, leo chini ya mwenyekiti profesa amekubali tushiriki uchaguzi, sio sasa? Yeye anayesema kwamba tuache, yani tususie uchaguzi hivi, maana anayetumika na CCM wako. Kwa hiyo anaona kama watu vile hawana akili sawasawa. Kwa hiyo tukaona huyu anakwenda kutuulia chama chetu, lakini ndio bosi wako, tafanyeje? <laughs> mimi nazunguka nchi nzima natengeneza utaratibu nigombee urais. Yeye anazunguka nchi nzima anasema tutazuia uchaguzi unatokaje? Kwa hiyo tukaamua sasa, tukajikusanya tuka, wote tunayetaka kushiriki uchaguzi, tukaandaa waraka wetu tukaupa jina G55. tukaandika waraka wetu tukampa katibu mkuu, hatujapewa majibu mpaka kesho kutwa nikaendelea kuwashauri wenzangu. Sasa huyu anaendelea kuzuia uchaguzi, so now where we are going lazima tuwe na maamuzi ili tuweze tukajenge taifa letu kwa pamoja. Lakini pia wapo watu wengi kipindi nawaambia, hususani hawa wenzangu wa G55 na baadhi ya viongozi ambao siwezi kuwataja maana kwenye hii place ya sasa hawako wote, wengine wako mikoani. Waliniuliza, Mapunda, kwa nini unaen, yani unatushauri sisi twende kafu? Sisi tulijaribu kufanya research, ndugu zangu, vyama vyote vyenye free registration Tanzania tunavijua. Tulifanya research, act tukafanya research tauma tukafanya research kafu tukafanya research kwenye vyama vyote moja ya vitu ambavyo vimetuvutia sana, CUF ndio chama pekee chenye sera za haki sawa kwa wote Tanzania. Hakuna chama cha mapinduzi wala chama chochote chenye sera ya kwanza kusema tutahakikisha ndani ya chama chetu tunaweka haki sawa kwa wote, hiyo unaipata CUF peke yake na mkitaka kuamini hiyo mkitaka kuamini hiyo, kipindi niko hapo ofisini, makamu mwenyekiti wetu alikuwa ananinong'oneza, na nyinyi mnafahamu huyu alitoka chama cha mapinduzi, sio? lakini leo yani, hiyo mnaweza mkapata picha kwamba chama cha wananchi CUF kwanza kina heshimu katiba, lakini haya machama mengine utakuta kwenye katiba yameandika hivi mkienda kwenye action anapitia Mbagala. Sasa vyama kama hivi tunatakiwa kuviepuka. Sasa tusisikilize wao wanasema nini, tusisikilize wao wanasema nini. Mwenyekiti wetu nimemweleza sana kwamba hii ishu ambayo we naenda nayo, una mpango mwovu katika taifa letu. Uwezi kuingia Ikulu kwa kuzuia, kwa kususia uchaguzi nchi yetu na katiba, ndugu zangu, katiba imeshaeleza wa